La pili ni wapongeze kwa teknolojia. Kwa teknolojia, mara nyingi napita kwenye peji yenu na kuangalia, ninaona mkiwa kwenye ibada, ninaona mkifanya vitu, na hii ni jambo jema na Bwana wabariki sana, na ninapitaga pale mara kadhaa, napitaga mara kadhaa na jina la Bwana lisifiwe. Jambo la tatu ni wapongeze pia kwa malezi ya shule hii hapa ya primary Uh, bibi, nimewambia nimepewa dhamana ya kusimamia pia tena elimu. Kwa hiyo niwapongeze kwa kufanya image change. Uh, mnaendelea uh, kujenga. Mwalimpanga, si usimame upunge mkono, mpeni Mwalimpanga amina. Ya anafanya watu, hatuwezi kufanana vipawa, hatuwezi kufanana kwa asilimia mia, lakini basi pale mtu anapofanya vizuri, basi msaidieni aendelee kufanya vizuri kwa sababu hii ni miradi ya Mungu. Kwa hiyo hii shule ilindeni kwa wivu wote. Mimi nimekaa miaka kumi na moja kama pastor alivyosema. Uh, watu wengi wananipigia wakinipa mrejesho wa shule ya kwamba wanaendelea wanabarikiwa, na ninajua wengine waliosoma hapa wamebatizwa. Nilikutana na mtoto mmoja aliyesoma hapa, yuko Urusi, na yupo Urusi, nikakutana naye hapa mjini um, Siku moja akaniambia pasta, nikashangaa, huyu ni nani? Amekuwa mrefu kabisa, na anaambia pasta, bibi niko Urusi, lakini bado ninashukuru elimu ya kanisa la Kana, la Kana la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo hiyo tu yenyewe ni uinjilisti.